Kwa jina tuma Baraka Nyagamisi, ni procurement officer wizara ya kilimo, mwagiliaji, maliasili na mifugo. Tukio la leo lilofanyika katika ukumbi wa manunuzi, wizara wa ya kilimo, lilifungua ufunguzi wa ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji wa mabonde, mabonde manane mabonde manane hayo ni mabonde manne kwa Unguja na mabonde manne ni kwa Pemba. Funguzio wamefanyika kwa Fungu, wakandarasi ambao walipewa zabuni walikuja kununua zabuni, na baada ya hapo leo ilikuwa ni tarehe ya kuweza kurudisha zabuni kufungua, na kuweza kuifungua na tumefungua kwa zabuni. Jumla ya zabuni walikuwa ni kumi na nane, lakini wazabuni waliorudisha tenda ni wazabuni wanane ambao wazabuni wanane hao wote walifunguliwa dokumenti zao na kwa sasa zipo katika mchakato wa kuweza kuandaliwa utaratibu wa kufanya, kufanyika evaluation ili kifika muda baada ya wiki mbili wiki, wiki tatu tuweze kumjua ni nani aliopata kwa mapendekezo, ili kuweza kufungishwa mkataba na kuanza kazi, na tarajia kazi hiyo itaanza mnamo Januari, na lengo kubwa kufanya miundombinu mwagiliaji kuiboresha ni kwa ajili ya kuenda katika kilimo ambacho kitaweza kusaidia katika chakula, hata tufikie kwenye upande wa, wa, wa mauzo pia, yani kilimo cha biashara.